Kwa majina anaitwa Hamisa Hassan Chacha, katibu wa CCM wilaya Shinyanga mjini, si ya CCM wilaya. Fomu ambazo tulikuwa tunatoa tulikuwa tunatoa fomu kwa wale wanachama wanaoomba kuteuliwa kugombea ubunge wa jimbo la Shinyanga Mjini, ambapo kwa siku ya leo waliojitokeza kugombea kuomba waliojitokeza kuchukua fomu ni pamoja na ndugu mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi ambaye ndio mbunge anayemaliza muda wake na anatetea tena, lakini kuna ndugu Steven Julius Masele eh, amejitokeza pia, lakini kuna ndugu Giritu ma, ma, Mila Makula naye amechukua fomu, lakini kuna ndugu Paulo Josefu Blagi Bladi naye amechukua fomu lakini pia kuna ndugu James Jumbe Wiswa kwa hiyo, kwa siku ya leo wanachama waliojitokeza kuchukua fomu katika jimbo la Shinyanga mjini ni watano tu. Kwa hiyo zoezi bado linaendelea, kwa hiyo hatuwezi kusema hawa ndio wamefika mwisho, bado zoezi hili linaendelea mpaka tarehe mbili mwezi wa saba ambapo ndio itakuwa mwisho saa kumi kamili jioni. Uh, mi naitwa mhandisi James Jumbe Wiswa nimekuja kwenye zoezi la uchukuaji wa fomu. Nimechukua fomu ya kugombea ubunge Shinyanga mjini. Zoezi la leo ni uchukuaji wa fomu kwa, tutachukua fomu, tutajaza, tutarudisha, ndo hatua ya leo, ndo utaratibu wa chama. Hatua hii ya leo ni uchukuaji na urejeshaji wa fomu. Tukisharejesha fomu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, jina likirudi sasa, pale tunaruhusiwa kufanya kampeni. Nadhani tutashirikiana sababu nyie ni wadau ambao tumeshirikiana kwenye masuala mbalimbali. Nadhani tutakutana hapo, nitaelezea vipaumbele vyangu ni nini, ni namna gani ambavyo vile vipaumbele vya ilani ya uchaguzi tisa mimi nitavintegrate kwenda kwenye maendeleo ya Shinyanga mjini. Wito wangu kwa mlemavu yeyote, naye tia nia katika udiwani au katika ubunge anakubalika ajipime tu, kwamba je, yeye anaweza? Ajitathimini, fomu zipo na ajitokeze. Chama cha Mapinduzi hakina itikadi yoyote ya kidini, ukabila wala rangi, kwa hiyo wala ulemavu wa mtu yoyote. Hii ni fursa kwanza kwetu sisi walemavu, kwa sababu ni kuitangazia umma na jamii nzima ya kwamba watu wenye ulemavu tunaweza kulitumikia taifa tunaweza kutumikia halmashauri zetu, tunaweza kutumikia hata kata zetu na vijiji vyetu. Kwa hiyo ninaomba wajitokeze kwa wingi, wasiwe na mashaka, fomu zipo. Naitwa Jacklini Isaro, ninatokea kata ya Ngokolo na nimetia nia katika kata yangu ya Ngokolo. Ninaamini Ngokolo ni ya kwetu, na tutakwenda kuendelea na kufanya maendeleo zaidi. changamoto ambazo zipo mimi binafsi ni mkazi wa Ngokolo, kwa hiyo ninazifahamu. Endapo nitapata ridhaa hii, nitakwenda kuwatumikia watu wa Ngokolo kwa wema, uadilifu na nitakuwa na nidhamu kwao ili kuwa mwana... mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba reg mkwaju ane mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, hotel and tourism management, front office, business administration, accountancy, procurement and supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi, wengi wameaji